Unapozungumzia nchi ambazo uchumi wake umekuwa kwa kasi, basi hauwezi kutokuitaja Tanzania, na unapozungumzia maendeleo, basi sentensi itakuwa haijakamilika kama usipomtaja Dr. Samia. Ni ukweli usiopingika, leo Tanzania takwimu zake kiuchumi zinatubeba kama nchi ukilinganisha na mataifa makubwa ya bara la Ulaya na Marekani, na ndiyo maana mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapotamka kwa ujasiri ya kuwa Tanzania sasa inafanya vizuri kiuchumi kuliko Marekani na Ulaya anamaanisha na leo nataka nikupe takwimu kidogo juu ya kauli hii. Katika ukuaji wa pato la taifa mwaka 2024 pato la taifa kwa Tanzania lilikuwa kwa kasi ya asilimia 5.5 ukilinganisha na Marekani ambayo ni asilimia 2.1 pekee. Kwa upande wa uwiano wa deni la pato la taifa, Tanzania ina uwiano wa asilimia 45 ukilinganisha na Marekani ambayo ni asilimia 120. Na hii inamaanisha Tanzania ina mzigo mdogo wa madeni ukilinganisha na pato lake la taifa, hivyo ina nafasi kubwa ya kukopa na kuwekeza bila kushindwa kuhudumia deni. Kwa upande wa mfumuko wa bei toka mwaka 2023 wakati dunia na mataifa yakikumbwa na misukosuko ya kiuchumi duniani, Tanzania imeonyesha uwezo mkubwa wa kudhibiti bei za bidhaa na huduma ikilinganishwa na taifa la Marekani, ambapo Tanzania imebaki na mfumuko wa bei wa asilimia nne ikilinganishwa na Marekani ambayo ni asilimia sita nukta tano pekee. Kwa upande wa uwekezaji wa kigeni, Tanzania inavutia wawekezaji wa kigeni kwa kasi ya juu, ishara ya sera rafiki kwa uwekezaji wa mazingira thabiti ya biashara, ambapo toka mwaka 2023 uwekezaji wa kigeni nchini umekuwa kwa asilimia 15 ikilinganishwa na taifa la Marekani ambalo limeporomoka kwa asilimia hasi 2. Lakini pia katika upande wa rasilimali watu Tanzania ina faida ya idadi kubwa ya vijana wanaoweza kuingia kwenye soko la ajira na uzalishaji, hivyo kuchochea maendeleo ya sasa na ya baadaye, ambapo takwimu zinaonyesha wastani wa umri wa vijana wa Kitanzania ni miaka 18 ikilinganishwa na taifa la Marekani ambapo wastani ni miaka 38.5. Kwa takwimu hizi ni wazi kuwa Tanzania haipigi hatua za bahati nasibu, bali hatua za kimkakati, ni hatua za uongozi wenye maono na dira. Kauli ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Tanzania sasa inafanya vizuri kiuchumi kuliko Marekani na Ulaya si kauli ya hisia, bali ni kauli ya takwimu. Asante mama, asante Dr. Samia.